Karibuni wasikilizaji wa Redio Mbiu, Sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha mfululizo cha siku ya 44 wakati unatafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu katika mwanga wa taarifa tunazozikuta katika sande ya Torino, kipindi ambacho kinaletwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya KWAUSO iliyojengwa mwenzi huyu tunayekutana na taarifa zake na hata picha yake kwenye sanda ya Torino. Kipindi cha leo na tafakari yetu ya leo kichwa chake cha habari itakuwa ni walipokuwa wakila, walipokuwa wakila. Siku ya Alhamisi Kuu Yesu aliwambia wafuasi wake, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Ni maneno ya Bwana tunayokuta katika Injili ya Marko sura ya 14 mstari wa ishirini na mbili hadi mstari wa ishirini na nne. Katika kifungu hicho cha maandiko, Yesu anazungumzia damu yake katika sanda. Kwa macho yetu sisi wenyewe tunaona damu, na damu hii ni ya mtu aliyepitia mambo yale yale aliyopitia Yesu wa injili. Ni damu ya mtu aliyetoka jasho la damu, akapigwa mijeredi mikali na mingi mpaka mwili wake ukachanikachanika, akapigwa makofi, akabeba msalaba mzito mabegani, na kwa ajili yake ikasokotwa kofia ya miiba, mfano wa helmet wanazozitumia upande wa pikipiki siku hizi, na kugongwagongwa kichwani ili iweze kukaa vizuri, kabeba msalaba mzito mabegani mwake, akasulubiwa huku akitobolewa mikono na miguu kwa misumari na kubaki ametundikwa pale kwa muda wa masaa, akidhakiwa na wengi waliopita, wasiokuwa na uwezo wa kubadilisha kitu wakumpunguzia mateso. Hatimaye mtu huyu alikata roho akiinamisha kichwa chake na wakati mwili wake bado uko msalabani, mtu mmoja alimchoma ubavu kwa mkuki uliosafiri kifuani kutoka kulia ukipitia kati ya ubavu wa tano na ubavu wasita, wa sita mpaka ukautoboa moyo wake, na mara ikatoka damu na maji. Mtu tunayemwona kwenye sanda akuachwa msalabani kiasi cha kuwaruhusu tai wa waurarue mwili wake bali alitenushwa msalabani na kufanyiwa maziko ya haraka, lakini na heshima ikitumika shuka refu la kitani safi na la bei nzuri, kama nguo hii tunayoiona katika sanda ya Torino. Baada ya hapo, changamoto tunaweza kuwapatia wanahistoria ili watupatie jibu. Je, kama sanda ya Torino sio sanda ya Yesu mwenyewe ile ya Yesu ayilipotelea wapi? Na kama bado ipo iko wapi tena? Je, hii sanda tulionayo hapo Torino inayohifadhiwa kuliko hazina za dhahabu nyingi na ulinzi mkali, hata baada ya sayansi kushindwa kutupatia neno la mwisho juu yake, ni ya nani? Lakini tukirudi upande wetu, wakati mwanahistoria anajaribu kujibu changamoto tulizompatia Je, tunaweza kuiona sanda kama kioo cha kumbukumbu nzuri ya mateso ya Yesu yenye mwaliko wa wote kwetu? Papa Yohani Paulo wa Pili aliwambia wa ujaji akisema, huku nikitambua uwepo wa Kristu katikati yetu katika maumbo hayo, yaani maumbo ya Ekaristi ambayo ndiyo kiini cha shughuli zote za kanisa nilitulia mbele ya sanda, shuka la thamani linaloweza kutusaidia kufahamu vizuri zaidi fumbo la upendo wa mwana wa Mungu kwetu sisi. Mwisho wa nukuu ya maneno ya Papa Yohani Paulo wa Pili. Basi aye ni mangamuzi ya Papa Yohani Paulo wa Pili aliyofikia baada ya kuiangalia na kuitafakari sanda, wakati alipokuwa pamoja nasi alitambua sanda kama kitu kinachoweza kumsaidia sasa. Yeye amekwisha vuka, anashiriki kuona uso wa Bwana katika heri ya milele, lakini sisi bado tumo safarini. Je, kwetu sisi tulio bado safarini, sanda inaweza ikawa na chochote cha kutwambia? Kwa swali hilo, ndugu wasikilizaji, tukamilishe tafakari yetu ya leo siku ya 44 ya kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kulingana na taarifa inayojionyesha tunayoiona katika sanda ya Torini. Basi kesho tutatafakari juu ya huyu aliyeteswa akafa na akazikwa itakuwa ni siku ya arobaini na tano katika mfululizo wa tafakari yetu. Asanteni sana wasikilizaji, na Mungu awabariki <tune>